Usifikiri, do not think, courage is absence of fear. Usifikiri kwamba ujasiri ni kukosa woga, ujasiri ni kuikanyega chini woga, upo ukaamua kuifata hatima yako hata kama imejaa miba na michongoma. Sio kwamba uogopi, unaogopa lakini unasema hivi, hatima yangu iko hapa. Pamoja na linalotokea la kuogopesha, naamuru kuifata hatima yangu. You follow your conviction, so courage is not the absence of fear. Hapana, namkumbuka Mandela. Mandela amepelekwa mahakamani, amekamatwa na makaburu kesi imeenda imeenda imeenda imeenda mpaka siku ya mwisho, dalili zote zinaonyesha kwamba atanyongwa. Kwa kesi ilipokuwa imekaa, ilipofika, ushahidi zinamalizika, siku ya hukumu akaambiwa sasa, jitetee. Akaambiwa jitetee, akasema hivi, akasema mimi napenda utawala wa haki nafurahi sana kuona weusi hawabagui wazungu na wazungu hawabagui weusi. Napenda utawala wa haki, na kwa sababu hiyo ndiyo maana ninashtakiwa kwa mambo nayoshitakiwa nayo, lakini mheshimiwa hakimu, niko tayari, nimejiandaa kufa. Kasema on this case I am prepared to die. Hajejieleza, anasema, nimejiandaa kufa, nimejiandaa kuyafia niliyoyamua kuyapambania, kuya, kuya, kuya, kuya nimejiandaa kuyafia Kila sehemu uliyopata, kama ni ndogo, Mungu amekuweka kwa ajili ya kitu fulani, na ukikishika kile kitu unadumu hapo. Kwa hiyo akasema Esther, mimi nitafunga siku tatu, baadaye nitamvamia mfalme kinyume cha taratibu, kama kufa nife, potelea mbali. Wangapi wanaweza kusema maneno haya kwenye maisha yao? Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW, kuwasilisha kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa, kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the Hall of Positive Vibes. <tikin>